nakoria eira yũ gũchia kũbacira aseobochaorio gũse gũchi kũmũcira aseobochaũrĩo bonene bomwaka bwechĩri bũbere na mĩrongo ĩbere na isano naiberĩ Kokwana segeti kiamenyenya gijaurie yego toka segwodianya nsionga se sebunge ya Borabu ekaunti a Nyamira omonogeri bwa bunge enene Moses Masika Wetangula eke ebaba wa Roma niga vagakora avarai vandikorwa aseserikari inene asokumwakira omorai bwense daktari William Samoei Ruto ekoko asovochori bo mwaka wechiri vere na mirongo iveri na itano ni vere... 2027 wengine wanajitokeza but us who are working with President Ruto, we say, apate tano tena, ila aendelee kumaliza kazi yake vila Mzee Kibaki alifanya tambili. Uhuru kafanya tambili, akimaliza wengine tuko huku nyuma nyuma tunangojea. Serikali ya sasa ni ya William Samoei arap Ruto, ndio sisi tukiwa hapa tunasema ya kwamba Serikali yetu hii lazima tuunge mkono. Kuna watu wamesema mambo mengi sana atio sijui ya serikali itafeli, walisema itafe saisha, inafanya kazi. Erusa <tipa> Momanyi ekntogoro nomowimendepowe county ya Nyamira. nyamirart

Usipokee taarifa kutoka sisi wanasiasa ama watu wengine, ati mnaambiwa kamata huyu, mnakimbia kukamata, kamata huyu, mna juu. Diusi ndubi nyabaro ekeeli kuneni nomonagiriwe bunge yanyamira boigo yobaga goikera na ase chinsemejiga. Tumefanya kazi, nyinyi mmefanya kazi, mmeweka serikali, alafu mwambiwe tikaa nyuma daktari emily matoke nyagaramani gabwato kovori koigagu cha serikali ya kenya kwanza